Salamu alaikum. Marekebisho ama maelezo zaidi, tulisema kwamba mtu ambaye amefunga haruhusiwi kudunga sindano ama kuongeza maji. Wanagawanika wanazuoni eh, kwa vikundi vitatu. Kundi la kwanza wanasema kwamba hairuhusiwi kabisa kutumia nini sindano, na hairuhusiwi kabisa kuongeza maji kwa sababu ina, ina ina inahesabika ni kama kukula. Kwa nini? Kwa sababu ukiongeza maji inakuongezea nguvu, inaongezea kitu ndani ya mwili yako, na inahesabika ni namna nyingine, ambayo kawaida daktari wakishindwa kukupatia mgonjwa chakula wanapatumia nini? Wanatumia sindano ama wanatumia nini? Wanatumia kuongezea maji kwa mwili ya mgonjwa. Sasa inahesabika ni chakula kwao. Grupu ya pili wanasema ni bora, yani hawajainisha kwamba inavunja ama haivunji, ni kama Ayatullah Makarim, Makarim Shirazi na Ayatullah Fadhil eh, Lankarani na Ayatullah Jawadi Amuli. Grupu ya pili ambayo nasema kwamba ni bora usitumia ni Ayatullah Khamenei na Ayatullah Zanjani. Lakini sasa kuna grupu ambayo wanasema kwamba haina shida na ihesabiki ni chakula, unaweza ukaongezea maji, unaweza ukatumia sindano, ni Ayatullah Sistani na Ayatullah Said Khoi na Ayatullah Shirazi. Hao wote wanasema kwamba unaruhusiwa kutumia sindano na kuongeza maji katika mwili yako. Wasalamu alaikum.